tutasaidikanaje namna hiyo? Si serikali, hatuendi kwenye maboma ya watu usiku, kwa sababu tunajiamini. Ndio ukweli, ndio haki na ndio maana tunafanya mikutano ya hadhara kama hivi, lakini naomba niwape onyo wale wachache ambao mnajifanya nyinyi amju kusema na nafsi zenu uongo kuanzia kwenye mwili mpaka kwenye mifupa, kuchukuachukua miaka mia mbili na kutaka kuuza haki zenu. Nalalamika hapa, nyinyi wenyewe ndio mnalima, nyinyi wenyewe ndio mnaofuga. Mkishagombana kwenye mifugo na kilimo, mnakuja tena tufanye nini? Wakati maeneo megakwanatakatukika sisi hapa tusemeje sasa, yaani Awali mkuu wa wilaya Simanjiro, Fakiru Landala, amesema migogoro mingi katika kata hiyo husababishwa na baadhi ya wanasiasa wasiokuwa waadilifu. Iliyotukuka ni kata hii ya Naberera. Na migogoro mingine ni sugu imetukuka na ina siasa na wapambe wao, na unapoamua kama kiongozi wa serikali ambayo linapokuja jambo mbele yako, unahitaji kunyooka, utokelezee mahali ambako ni haki, haki ambayo ni ukweli, na sifa ya ukweli ni kuishi maamuzi hata waja mtu miaka kumi ishirini ijayo anaziona sababu za msingi za kwa nini umeamua vile. Lazima utegemee upande mmoja uvumiwe, kwa sababu hasa wanasiasa wa kuchaguliwa. usahau kusubscribe, ku comment, ku like, na kushare